Ah, mimi naona kesho wewe. Mimi naona kesho. Nilijua Mkwala atatuvusha kwenye magoli kama haya ndio maana ningakwambia ni striker refu kuliko goli anaweka tu wa. Leo ameweka tena wa. Tena sasa alishaweka wa kwenye ligi ya ndani, tukasema hiyo haitoshi, tunataka wa ya kwenye kimataifa. Leo kaweka katupeleka nusu finali wewe. Ndio sema I need together. Striker refu kuliko goli. Again, again. Striker refu kuliko goli. Goli anaweka tu w wow. Tumefanya hamasa kubwa sana safari hii sana, yani najua watu mioyo ilikuwa chini tayari, tumeshapoteza robo finali sita, tayari tumeshapoteza mabao mawili kwa bila e, watu walikuwa oko, wako hawajiamini wako very desperate. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi yetu kuwaaminisha watu ya kwamba hili linawezekana na hii tunavuka O, tukafanya kazi kubwa, tumeenda Mbezi, Mbagala, Tandika, tumezunguka kila kona ya Dar es Salaam kuwahamasisha watu na kuwaaminisha watu ya kwamba hii tunavuka, na kweli tumevuka. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza na kuwashukuru mashabiki wote wa Simba. Hii tulioipata leo ni historia yetu sisi tunaimiliki sisi yani, ina hati miliki ya Simba Sports Club, kama tunaweza kwenda kuisajili huko sota. Hii ni haki yetu. wa 98 wa 93 well, wana historia yao, wa well, 2003 tatu wana historia yao ya miaka sabini huko, wana historia yao. Hii sisi ni mali yetu, tuna, tunaweza kutamba nayo kadri tunavyoweza ya kwamba katika wakati wetu tulipeleka Simba nusu finali ya michuano ya kama. Mechi ambavyo e, umeiona hii leo, bao la Elim Panzu, performance nzuri ya Musa Kamara pimpin bao lala la, la, uh, strike refu kuliko goli na vingine vyote ambavyo umeviona, ikiwemo mashabiki ambao wamejitokeza kwa namba kubwa ya yeah, e, mechi ilikuwa tafu yeah. E, unajua mechi hii kila mmoja alikuwa anatamani, kipindi cha kwanza tunaenda na bao tatu mkononi ili tukirudi kipindi cha pili na yeye mpinzani wetu awe na kitu cha kutafuta. Baada yake ikawa uh, mbili bila, maana yake tunarudi kipindi cha pili, mpinzani wetu bado ana advantage. Akaanza kutuletea manjedekwa pale, anaringaringa uwanjani, anajitingishatingisha ana na kweli wakaweza kuwa compact, tukamaliza kwa mbili bila, ikawa ni mbili mbili penalti. Kusema kweli, ndio the most hey, big man, katibu <laughs> One, one minute. Uh, coach, coach. Ah, okay, okay, okay. Now it is possible now. Uh, sema hey coach. kumbatio la moyoni hilo kabisa kumbatio la moyoni

na wewe ndio unatuchinjaga kabla yote. Hapa tuko wamakondo wawili, unajua hiyo, unajua kama mia mbili wamakondo wawili watu wamekuja, tumalizie Gaza walau eh. Kwa uchache umekuwa kwenye timu ikiishia robo fainali, lakini upo tena kwenye timu imeenda nusu fainali, ndio yeah. Ah, cha kwanza yeah. Ah, tumelipa deni yeah kwa sababu viongozi wanachama wa klabu ya Simba walitupa objective. Objective ni kuifikisha timu nusu finali. Sisi tushamaliza kazi ambayo wametupa kwa msimu huu. Hii robaki ni change wanatudai na kwa sababu sisi tumeaga kutoka Mtwara tunaenda kurudisha change. Mtwara, e, tunaenda kurudisha change. Wosh, unaomba change kabla hujatoa hela? Hapana. Kwa hiyo tunarudishia change. Hii tunapata. Kwa hiyo kimsingi nina furaha kubwa sana na furaha kubwa sana kwa sababu <coughs> kila siku nilikuwa naishia bofainali na. Namshukuru toka tumeanza kuingia hizi mfululizo sita zote, mimi Mwenyezi Mungu amenisaidia nikiwepo katika klabu hii pendwa. Na leo nimeandika historia ya kwanza lakini tumeandika historia tukiwa wengi. Kwa hiyo niwashukuru wapenzi, wanachama, mashabiki na watu wote wa Simba kwa jitihada walizozifanya kwa sababu sio kazi ya kwetu peke yetu. Kuna walioongoza kwa dua, kuna wale mmewaita wamekuja uwanjani, wameitikia kuja kushangilia juu ya mvua jua. Lakini tuwashukuru wote kwa wakati mmoja, lakini tunasema bado kazi hatujamaliza kazi hajamaliza, inawezekana. Na hii tunabeba sio tunavuka, na hii tunabeba sio tunavuka, ili tunabeba